Palipofika tulimwombea mm. Unakuta tulifanya mafanikio hata leo nimemwombea ujio wa kocha mpya tuanze na kumwombea kwanza. Eh, lazima tuanze kumwombea kwa sababu ni kocha mpya mm. amekuja kwenye viunga vya Msimbazi lazima kwa sababu maadui ni wengi na ambao hawaitakii Simba ni wengi kwa mm. so, lazima tuendelee kumwombea. Dua si zianze. Lazima. Mungu tunakushukuru kwa kutuletea kocha mpya ambaye atakuja kuhudumu kwenye klabu yetu ya Simba Sports Club. Mungu ukampe uwezo, ukampe maarifa, akatende sawasawa na mapenzi yako, akafanikiwa ya akiwa katika viunga vya Msimbazi, akangae, akastawi kama mtende wa Lebanoni. Kokote atakako kwenda timu ikako na mafanikio. Benchi la ufundi aliyolikuta na wale ambao atakuja nao, Mungu kawezeshe wakafanikiwa kuiongoza Simba. Simba ikangae barani Afrika na Simba ikangae kwenye ligi ya Tanzania. Mungu mbariki kocha wetu mpya, mfunike kwa damu yako, mfunike kwa uwezo wako leo mkuu, mbariki kiongozi wetu ambaye anakuja sasa hivi ambaye ni kocha mkuu wa Simba Sports Club. Mwepushe na babara, mwepushe na nuksi, mwepushe na vikwazo. Mungu uniomba mbingu na nchi, tunamkabidhi kocha wetu mikononi mwako, na watu wote waseme amen Amina. Mungu ndo anapanga. Fadu walikuwa ni kocha msaidizi wa wow Kasablanka, lakini Simba walimwamini walivyomwamini, akaipeleka Simba fainali ashirikishwa barani Afrika na kwenye ligi alifanya vizuri, mtu asidanganye, sema mambo ya ligi tunajuana si wenyewe, lakini kimafanikio tulipata mafanikio makubwa sana ndani ya miaka 30 iliyopita kwa mara ya kwanza, Fadwa akatupeleka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo huyu kocha tumemwona kwa jicho lingine, ni kocha anaonekana hakuwa kwenye plani, lakini Mungu kakatisha katikati kwamba tumchukue, ni kocha huyu atawasaidia. Tuliona mechi aliyofundisha Babeloni wale, mechi ya hapa na mechi ya kule, tumemwona na kitu kikubwa Simba iko imara lakini aliweza kuitikisa, tumeshinda, tulikuwa tumeshikilia roho zetu. Ni mwalimu ambaye ana uthubutu wa kushambulia, kushambulia, ni muumini wa kushambulia. Sasa tofauti hapo, Fadu alikuwa ni muumini, akipata goli moja anazuia, lakini huyu ni muumini wa kushambulia muda wote. Amefungwa kufungwa na alikuwa hana wachezaji kama ambao sisi tunao, kwa hiyo hakika Simba tumepata kocha ambaye ni bora zaidi, ambaye atalisumbua barani Afrika, ni CV nyingine mpya ambaye amba anaenda amba kutengenezwa msivali msimbazi kwa sababu Msimbazi siku hizi imekuwa ni sehemu ya kwenda kutengeneza CV, amba CV hizo zinasaidia wa makocha wanaopita Simba Sports Club waende kupata timu kubwa barani Afrika. Kwa hiyo huyu ni CV nyingine anaenda kuitengeneza, na ningetamani Simba tuingie mkataba mrefu wa huyu kocha, kwa sababu muda si mrefu atamhitaji watu tena. Kwa hiyo mimi natamani kocha huyu anayekuja, na huyu nilivyomuona, ana falsafa zile zile za Simba Sports Club. Mpira wake ni wa kasi na wa kushambulia, ndio maana tumevutwa naye kuja kumleta kwenye viunga ya Simba ya, ya, zaslau Simba, Simba. Simba, Simba, Simba, Simba, Simba. Kocha mpya kwake wachezaji ni wapya kabisa, anakuja kuanza mmoja. Ubora wa wachezaji utaenda kumbeba kiasi gani kocha huyu na falsafa yake ambayo umesema kwamba ni falsafa eh, ya mpira ambayo Simba mko nayo? Yani ukiangalia kwa ujumla ni kwamba kocha huyu Simba ana mpira wake tokea miaka hiyo nenda rudi. Sasa juzi hii mechi ya Kilimatola hii mm, ndio mpira ule umerudi kwa Simba ambao tunataka kwa hiyo sasa kocha huyu ataelekezwa kwamba Simba mpira wa Simba ni huu ambayo inabidi utembee nao. Fadru kuna sehemu alitubemenda. Na kuna sehemu, kuna sehemu alitubemenda. Mm. Timu ikipata goli moja au goli mbili, yeye, yeah, anaingiza viungo mabeki kwenda kuzuia. Si umeelewa? Ni timu ambayo ilikuwa inatupa furaha kwa shida mno. Si Simba tumeweza kujiachia bwana, kama kipindi kinaucheme ucheme. Tunajiachia magoli na kufunga kutosha. Kipindi kina kishingo. Kwa hiyo kocha huyu ambaye anakuja ndani kwenye viunga vya Simba Sports Club inabidi wamweleze falsafa za Simba ni hizi. Umeelewa? Na mpira wake tumeuona bahati nzuri tumeona falsafa za Simba. Kwa hiyo viongozi wamefanya kazi kubwa sana. Wale wamefanya kile kitu ambacho tunakitaka sisi kutupatia kocha ambaye atakuja kutuvusha hapa, kutupeleka fainali ya kombe la la la la, la, klabu bingwa barani Afrika. Yeah. Sisi, ya, kwa sababu sisi kwenye mambo ya ligi tushisi tushahama huko. Sisi tunawaza ubingwa wa Afrika. Kama ubingwa tushachukua sana. Unabangu, unahama sana tunaangalia sana ubingwa wa Afrika unashangaa. mm. Simba kacheza fainali kombe la shirikisho lakini kashindwa kuchukua ubingwa wa ligi mm. Maana yake focus kubwa ya kwake ni kuchukua ubingwa wa kombe la, la, Afrika. la Afrika. Barani tumeanza vizuri <coughs> dalili naona nakwambia kwamba nyota njema onekana mapema, ndio hii tumeanza kuiona ya na hii nyota tunaanza kuiona Ukiona Simba anashinda kwa designi, watu mpaka wanafurahi, ni dalili nzuri, umeelewa? Kumbuka mwaka huu ubingwa unagombewa na timu ambazo zina ubora. Kuna timu ya Singida, kuna Azam, kuna Yanga, zote zinagombea ubingwa. Na mwaka huu timu zote zimesajili, lakini sisi tumesajili zaidi. Mfano aina washambuliaji ambao tunao na washambuliaji ambao kwa timu za Afrika wanahitaji sana kuwa nao. Ukishakuwa na mtu kama Selemani Mwalimu, ukishakuwa na mtu kama Mukwala, ukishakuwa na mtu kama Soa unakuwa huna shaka kwamba yoyote akiingia anakupa kitu. Kwa mara ya kwanza tumepata mastreka ambaye hata akiwa benchi mtu akiumia unakuwa huna wasiwasi. Siku za nyuma alikuwa mchezaji akiumia tunashikilia roho yetu, lakini sasa hivi timu imeenea. Budo ni mtu ambaye juzi katuonyesha kwamba alistahili kuja kucheza Simba. Acha huyo, kuna mtu kijana huyo anaitwa Ibrahim. Ibrahim katurudisha tena nyuma kipindi cha kina Nixon, yeah. Anatuonyesha kitu cha tofauti. Na ndio vitu ambavyo Simba tunavitaka. Winga za kulia na kushoto zinatupa laza ya mpira. Kwa hiyo Simba imeenea mwaka huu tunahitaji tupate kocha kama huyo kocha anatoka Babeloni kuja sisi kutusaidia. Na nimefurahi viongozi wamefanya kazi kubwa wamemleta kwenye viunga vya Msimbazi. Simba itatisha sana barani Afrika kwa kupitia huyo kocha. Nisikize maneno yangu. Kwa kupitia kocha huyu nasema ni Matola. Simba hii itatisha sana. Na ninachoomba sema ni Matola. Kwa sababu mimi nilipiga chapua apewe timu. Kwa sababu kabaki kwa sababu kabaki kaja huyu aonyeshe ushirikiano asilimia 100. Sisi tuna tabia moja ya kuwabeza, hata mchezaji akicheza muda mrefu kwenye timu anasema, huyo kacheza muda mrefu kazeka. Hasa kama utamu bado upo, unamtoweje? Sio mpaka hapa, Matola bado utamu wanao, unamtoweje? Kuna watu wanakuambia ti yule aondoke. Una uhakika ulikuwepo wakati yeye anafanya matukio anayosema wewe? Ni watu wanakaa wanahisi tu, wanalishana vitu ambavyo sio sawa. Matola aendelee kubaki ni viunga vya Simba na kocha anayekuja aje ampe ujuzi alionao, kwa sababu Matola ni kocha mkubwa sasa hivi katika makocha ambao na CV kubwa yeye yeah, anayo ipi. Akutana na makocha nguli barani Afrika, alikuwa kama kocha msaidizi mpaka benchika, kamkuta wakina uchebe wote, kachukua kachukua kachukua, kila kitu. Kwa hiyo yetu tutegemea atakabiziwa timu. Bahati mbaya bahati nzuri, uongozi na weledi uongozi wanaoelewa wameona, wamlete kocha mgeni. Sasa tunatamani kocha huyu Matola asidelay au asijirudishe nyuma, kila alichonacho amsaidie kocha anayekuja washauriane, yeye yeah, washauriane ili waweze kuivusha Simba. Simba inabidi tuivushe mwaka huu, tutataka tuweke rekodi Simba uchukue ubingwa barani Afrika na linawezekana. Mambo ya ligi tushachoka, kwa maana watu wengi wana tofauti ligi, mimi shachoka, tumechukua toka miaka 60 mpaka leo, inasaidia nini sisi? Tunataka ubingwa wa Afrika, fainali kwa mashirikisho tushacheza. Tunataka makombe mawili, kombe la shirikisho na kombe la kibingwa barani Afrika. Ndio focus hata ya Moyo, so, no, mo kumuuliza kwamba focus ni ubingwa wa Afrika. Mambo ya ligi yaacheni kina Yanga. Si tushafuka level hizo. Si tunachocheza ligi, tu maintain, tushike nafasi kuona klabu bingwa barani Afrika. Lakini sio swala la ligi, wakina ligi yaacheni kina Yanga angaje nayo. Si tushafuka huko. Tunataka tulete heshima barani Afrika na Tanzania kwamba Simba Sports Club si from Tanzania imechukua ubingwa wa Afrika. Ndio tunachofocus. Ndio maana tunaona nguvu kubwa sana kwenye mechi za kimataifa kuliko ligi. Kocha mkubwa kocha mzuri umwangalie kwa mechi tatu hata mechi moja kwa ni kocha sababu zake umeona bana na jinsi wachezaji wanavyocheza kwa maelekezo ndio utajua ni kocha au sio kocha. Tumemwona kule Babiloni jinsi alivyotusumbua yule bwana kidogo asawazishe goli. Tumemwona hapa, tumeshikia roho mpaka mwisho, ikiwa Simba ni timu namba tano kwa ubora barani Afrika na ikiwa na wachezaji ambao ni manguli na Simba imesajili, lakini ametoa jasho. Sasa kwa nini leo tuhangaike na kina Nabi? Leo kwa nini tuangaike na Gamondi Tunachukua mtu ambaye ni hot kwa amba kipindi hey, yeah, mm -hmm. hicho na Simba alisoma kwamba udhaifu wa Simba uko wapi. Nasema hivi huyu mwalimu tayari ashajua udhaifu wa Simba uko wapi tokea anacheza na na naoke timu ya boroni ile timu ndio inamwonyesha kwamba Simba ana udhaifu wapi. Sasa hivi akija anajua madhaifu ya Simba yako wapi, kwa sababu kacheza nayo, sababu kacheza nayo eh, Gemoni kacheza na Simba lini? Mambo ya zamani haya tu rahisi. Sababu unambebea historia huyo. Huyu tunatazama mtu ambaye sasa hivi anaijua Simba mazaifu ya kwa wapi? Simba wapi ni wafunge hasa anakuja kwenye timu ambayo imeenea. Anaenda kutangaza CV nyingine. Huyu tena makakesho kesho tena mgongano unaanza. Waarabu wanamtaka. Sasa mimi na wasiwasi kwa mwalimu huyu, timu tuliyo nayo. Kuchukua ubingwa. Hiyo watu waniambia chukua ubingwa, ubingwa. Mwenye, wamea, kajira, na kama mimi ngwenu. Mimi niwaambia mwaka jana Simba atacheza finali na akacheza. Na wana simba wenzangu wengine walimkataa. Mimi na vitu naona tofauti na watu wengine. Simba hii mwalimu huyu, mwalimu akaanza kazi wiki hii mm. akaanza kazi wiki hii na wiki ile nyingine mm. tunampa yule wiki hizi mbili mm. ya tatu anaonyesha vitu vyake. Nasema hivi, Simba namuona akienda kucheza finali, kwa sababu hakuna tulichobakisha. Robo tumecheza, nusu tumecheza, tunahitaji finali, klabu bingwa barani Afrika. Oh, yeah. national na simba hapo Benjamin Mkapa kinuke hapo, ndio hicho tunachokitaka sasa hivi, na wana simba ndio kitu tunachokitaka

Mbinu zake ataivusha Simba, shikilia hiyo sehemu hii, kodi weka kocha ulivyomuona, falsafa zake, Simba wanavuka, wanaenda kwa finali, mpaka finali. Nikwambie kitu fadu, aliletea wachezaji wa kila namna na wengine akaambia, chagua wewe wote, wakaja pale shida, mbinu zishaisha ya mbinu zishaisha, na yeye ni mwalimu mwa, ana akili, akachungulia, akaona ni scape mapema. Sasa nikapata hivi, na ile mechi ya yanga tungeshinda singeondoka. Umeona kitu? Mm. Ile mechi Yanga tungeshinda singeondoka. Kitendo cha kufunga ile mechi na yeye akaamua kusikia. Na aliona. Sasa walimu wa wanazidiana. Huyu mwalimu wa, wa wa wa Babeloni sio anaita Babeloni. Babeloni ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tupige magoti kwa Mungu tunamsii tuweze kupata aibu tena na kweli tukafanikiwa kuvuka, lakini tumepata mwalimu mwenye viwango vikubwa vya kuifundisha Simba Sports Club. Kama ile timu inaweza kufundisha kafikia pale kwa mbinu inaweza tuonesha katusumbua sisi, je akipata? Kwa sababu huyu sasa hivi ana majembe, majembe yako ndani ya Simba, kwa mbinu alizo nazo, tukichanganya na za Matola, Simba ikatisha sana barani Afrika. Pumzi hao ni kwa kimbiza hao masaa, yaani masaa 24 ni kwa kimbiza mwanzo mwisho, kimbiza sana Okay, na kimbiza sana, wasicheze kwa kurelaksi. Kila mtu aonyeshe jasho kwamba hii ni Simba timu kubwa, kila mtu avuje jasho so, so, kwa ajili ya Simba kwamba ni timu kubwa. Simba Simba, jasho lako livuje kweli kuitetea nembo ya Simba. Sasa hao mwalimu huyu anayekuja, rai wachezaji hawa wapewe hilo somo na kuwakimbiza wawe na spidi. Simba inahitajika spidi, timu iwe na kasi timu iwe na stamina watu wao na stamina zile, lakini kuangalia wachezaji wengi kama hawako sawa, lakini ukiangalia tumetoka, si season tumetoka <tipos> umeelewa, tunaenda kufanya nini? Kwa hiyo narudia tena, wachezaji wanahitaji pumzi kubwa, mwalimu wa wakimbizi na wachezaji wajue kilicho waleta Msimbazi. Simba ni timu kubwa barani Afrika, wanatakiwa waitetee kwa jasho lao, wajitume kama wanavyojituma Ibrahim yule anajituma asilimia sabini mpaka themanini. Hao wengine wanajituma asilimia hamsini. Mi ndio kitu ambacho sikitaki ndani ya Simba, wajitume kama yule bwana mdogo, kila mtu avuje jasho. Simba tutakuwa, kila anayekuja tunamfunga za kutosha, sio anacheza ku relax. Ndio kitu ambacho inabidi tuwekwe ndani ya Simba SC Club. Wasituangushe mwaka huu, mwaka huu tunahitaji makombe, hatuhitaji historia, hakuna maswala ya no discussion. Mwaka huu hatutaki excuse, mwaka huu tunahitaji Simba mwaka huu makombe yote tuchukue, maana kila sababu tunayo ya kuchukua, hatuna sababu ya kutochukua. Sababu ni ipi? Kila kitu tunacho. Hmm. Timu ina wachezaji wawili wawili, watatu watatu, kila namba. Leo anaumia Kamara, watu wana wasiwasi, hiyo simba una mali kubwa hiyo. Leo Kapombe akiwa hayupo, una wasiwasi. Leo akiwa winga huku, huyu huyu huyu, Kamara beki wa kushoto akiwa hayupo, unakuwa una wasiwasi. Beki wakati unakuwa una wasiwasi, jiungo una wasiwasi, mastaka ndio usiseme. Sasa kinachowashinda washinda ni nini? Mwaka huu hatutaki chuzi, na najua viongozi wamewambia hivyo. Mwaka huu tunahitaji ubingwa, ubingwa na tunahitaji makombe yote tukusanye. Mwaka huu hatuhitaji Yanga tena tumsikie, mwaka huu anud. <laughs>